Natangaza zoezi la uchanjaji wa chanjo ya kichaa cha mbwa kwa jumla ya mbwa elfu nne na mia tano. Lengo kuu la zoezi hili ni kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa kichaa cha mbwa na kulinda afya ya jamii yetu. Zoezi hili la chanjo katika wilaya yetu tumeshirikiana kwa karibu kabisa na wizara ya mifugo na ja, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana sana wizara ya mifugo. Wizara ya mifugo imekuwa ni kiungo kikubwa sana ambacho tunafanya kazi kwa jirani sana na sisi. Kama wafugaji, wamekuwa wakifanya mambo mengi yakiwemo kutoa chanjo mbalimbali, lakini kipekee kabisa ni washukuru kwa hii chanjo ya kichaa cha mbwa. Tulipokea dozi elfu nne mia tano. Dozi hizi wizara imetupa bure, imetupa bure kwa sababu tulikwenda kuwaomba na kuwaeleza namna ambavyo tunaweza tukawa tuna changamoto endapo hatukufanya hili jambo. Tunawashukuru sana kama ambavyo mkurugenzi ametangulia kusema, mtufikishie salamu zetu kwa mheshimiwa waziri, lakini na katibu mkuu na watumishi wote waliotuwazia vizuri watu wa Nyang'hwale. Lakini kwa umuhimu zaidi tuwashukuru nyinyi kwa kutenga muda wenu siku ya leo na kuona kuna umuhimu wa kuja kuzindua pamoja chanjo hii. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki, muda wenu usiwe bure. Kichaa cha mbwa ni ugonjwa hatari, auchagui tajiri wala masikini, auchagui mfugaji wala asiye kuwa na mifugo. Hivyo basi, tunashukuru sana mkurugenzi kwa kuchukua hatua ya kulinda watu wake na kuchukua maamuzi ya kuweza kutafuta hizi chanjo kwa ajili ya kuweza kusaidia wananchi ili waweze kuondokana na jambo hili. Hivyo basi, kwa sababu zoezi limezinduliwa leo ninaamini kwamba zoezi hili kwa muda wa siku saba itakuwa ni endelevu, na itakuwa na manufaa kabisa kwa kila mwananchi ambaye ana